Ah, hmm. Mimi nafikiri timu imejiandaa vizuri, nimejiunga nao kwa siku tatu, lakini naona wachezaji wana morali nzuri na wako katika, katika fomu nzuri, sababu wamejiandaa vizuri walipokuwa Egypt. Kwa mimi nafikiri mechi ya kesho itakuwa tunategemea itakuwa ngumu, lakini tumejiandaa vizuri kukabiliana na huo mchezo na kama unavyojua kwamba ni, ni group stage. Kwa hiyo tutajitahidi tu tushinde mchezo, lakini tushinde kwa idadi kubwa ya magoli kitu labda kutusaidia baadaye. Group sio mbaya, group sio mbaya. Katika kipindi chote ambacho tumekuwa katika, katika kuwania hii tiketi ya mataifa ya Afrika, nafikiri kipindi hichi tuna grupu ambayo tunaweza tukapambana nayo na tukafanikiwa. Kwa hiyo tunaendelea kumuomba Mungu na inawezekana, inawezekana tukapenya. Ah, mashabiki, mimi nafikiri tunategemea support yao na wao ndo watu ambao wanatupa nguvu zaidi tunapocheza nyumbani kama kama mnavyojua kwamba tumekuwa na matokeo mazuri tunapokuwa nyumbani. Ni Aa, kwa sababu ya mashabiki wanaokuja kutuunga mkono. Mimi napenda kuambia kwamba waje kutuunga mkono na tunawategemea, tunawategemea sana mm, mimi nafikiri wamefanya mazoezi kwa takribani si chini ya siku kumi kwa mazoezi ya usiku Aa, inatosha, inatosha kuhamisha zoea Nachoambia Watanzania waendelee kusapoti na tunaomba kesho wajitokeze wa kwa wingi, kwa sababu wao tena tunarudia kusema ni wachezaji wa kumi na mbili uwanjani, wakiwa wao pale, si tunapata nguvu zaidi ya kujituma na kuweza kufanya kitu kizuri zaidi. Kwa hiyo tunawaomba wajitokeze wengi katika usapoti yeah. Wachezaji naona wako vizuri wote, kila mtu ana hali, kila mtu anataka ana, ana, ana kucheza anaonyesha. Kwa hiyo ni kitu kizuri, ni spiriti ambayo tulikuwa tunaitaka siku zote asi tu tunataka kujitolea katika mechi ya kesho, waja tu kusapoti, wataona kitu kipya.